Na, na eh, mkutano wa wakuu wa nchi na serikali huko nchini Ethiopia ambako tunaambiwa kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa uh, Antonio Guterres amemhakikishia Rais John Magufuli kuwa Umoja wa Mataifa utaimarisha ushirikiano wake na Tanzania katika kutekeleza majukumu mbalimbali hususani tatizo la wakimbizi kwa mujibu wa taarifa ya mkurugenzi wa mawasiliano ya rais kuu Gerson Msigwa, Guterres aliyasema hayo jana alipokutana na rais Magufuli kando ya mkutano wa 28 wa wakuu wa nchi wa wanachama wa Umoja wa Afrika AU unaoendelea ya mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. E, Guterres aliahidi kuwa UN itaongeza ushirikiano na Tanzania na kwamba itatia msisitizo zaidi katika kukuza wadau mbalimbali wa maendeleo ndani ya jumuiya ya kimataifa kuchangia juhudi zinazofanywa na Tanzania katika kuwapa hifadhi wakimbizi wa nchi mbalimbali tangu mwaka 1971. Kini. Katika hatua nyingine, waziri wa viwanda na uwekezaji e, Charles Mujage amesema kwamba wakuu hao wa nchi na serikali wa AU wa wamekutana na kujadiliana masuala kadhaa, ikiwemo ya biashara, ambapo wameangalia sasa ni nini kifanyike kufanya biashara kati ya nchi zenyewe za Afrika, ikiwemo kutumia zile jumuiya kama vile jumuiya ya Afrika Mashariki ECOWAS, ECOMOG katika kufanya biashara badala ya kufanya biashara sana na mataifa ya nje, ambapo wamesema mfano mmoja wapo ni e, dola bilioni 63 zinatumika kununua chakula nje ya nchi, fedha ambazo zingetumika e, kufanya biashara wenyewe kwa wenyewe. chazi Mujage huyo hapa ni kwamba maamuzi yamefikiwa ya kwamba sasa twende kwenye ukanda huru wa biashara Afrika nzima. E, imekubalika na viongozi wakuu kwamba tufanye biashara, tuongeze kasi ya kufanya biashara kati ya nchi, sisi waafrika kwa waafrika, na kuna kamati imechaguliwa ambayo itafanya kazi ya kuangalia mambo ya vikwazo, mambo ya ushuru, mambo ya forodha, kusudi mambo haya basi yawe yamekamilika ifikapo mwezi Desemba, na tuanze kuona waafrika tunafanya biashara sisi kwa sisi. Iko mifano ambayo ukisikia inasikitisha. Kwa mfano sasa hivi dola bilioni 63 zinatumika kutoka Afrika kununua chakula nje nje nje ya Afrika, lakini nakisia kwamba kufikia mwaka elfu mbili na ishirini dola bilioni mia moja na kumi zitatumika e, mm, e, e, kuagiza chakula nje. Lakini wakati huo sisi Afrika tunayo maeneo ya kutosha, tunao watu wa kutosha, tunaweza nguvu kazi ya kutosha, tuna vijana wengi ambao hawana kazi. Kumbe tunaweza kutengeneza chakula tukauziana sisi wenyewe badala ya kwenda nje. Kwa hiyo huo e, e, ukanda huru wa Afrika ambao kimsingi unaazima kwenye ile uzoefu wa Afrika mashariki uo,